Na karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote ulipo na tumaini mzima wa afya. Langu jina naitwa Ngoji na hii ni Asili Yetu TV. Shukran sana kwa ombolo Wine ambao wanaendelea kutushika mkono msimu wa sikukuu, na wanakuambia kwamba wamevunja bei. Kwa hiyo Skype nyonge sana, unaweza kupata vibe uh, kupitia kinywaji chako bora kabisa kwa Mbolo Wine. Lakini kwa wazazi ambao, uh, tunatarajia kupeleka watoto shule, eh, shule bora kabisa ambayo yuko mkoani Iringa Lungemba, pale Mafinga Lungemba, finger, Lungemba, eh, the glory school wako pale kwa ajili ya kuhudumia wewe mzazi ili mtoto wako aweze kupata malezi yaliyo bora kabisa. Na ndani mm -hmm ya studio. Leo bwana, siko peke yangu, niko na mgeni nitamkaribisha. Jitambulisha, anaitwa nani? Alafu tutajua zaidi. Kazi ni moja tu, Asili Yetu TV ni kuibua vipaji mpaka kieleweke. Eh Eh, bwana, karibu sana. Huyo na kielewekeakaribu san

Ah, kutokana na mimi mwenyewe ninavyojikubali afu ni hilo jina la Batik nikaona kama litaifai. Una ufalme wako huko na mtu unakotokea? Eh hey, hey. Kuna kijiji. Eh. Bwana <s> <Una kijiri? coughs> eh, shukrani like sana. Karibu sana Asili yetu TV. Tunajua ni mara ya kwanza lakini isikie huko nyumbani. Asante ah, karibu. Tuanze hapo sasa. Bandidu Master jina halisi kabisa unaitwa nani? Jina langu, naitwa Methody Laston Mloe. Mloe. Ndiyo. Okay. Kwa nini tuliamua tu kubadilisha kutoka kwenye jina halisi tukajiita Bandidu? Tuanzie hapa kwanza. Bandidu Master ni jina oh la kazi. Okay. Kwa sababu nilivyo anza kutengeneza klipu kwanza kutengeneza kutengeneza Kutengeneza kuigiza kutengeneza labda, mm -hmm. nikaamua kubadilisha jina nisitumie ile jina la Methody kutokana mm -hmm. na kivutio kidogo cha watu nikaona nijaribu kubadilisha. Okay. Na kipaji chako ulikigundua lini? Aparatu nilipoanza kutumia smart mm. ilikuwa smart ya mkoponi. Ah. Hapana, hapana ilikuwa ni smart kama elfu sitini. Elfu sitini. Ile ilikuwa inanisumbua sana kwa hiyo muda mwingi na niji snap. Eh naachukua eh, eh, tu video na cheka cheka mimi mwenyewe hiyo. Okay. Ni clip gani ambayo unaikumbuka wewe ilikuwa ni ya kwanza kuicheza na ilikuwa ngumu. Ah. Ni clip ile ya kusema hali iliyokuwa ngumu. Mm. Kuliko clip zote. Nile clip ya kusema mini mwanamke akiniacha mm, e, nikekulega ni nihimwakila ni nihiba amafuta nitubukiza mlenga. yeah, yeah, na nakizungusha kwenye dunia nakiliwa na samaki najipereka mtoni najiandikia barua napuwa, kwa nimejisia kwa ajili yake na nakizungusha kwenye dunia nakinyonga kinilambe mi <laughs> mwanamke hawezi kuniacha hivi. Mambo, umetisha sana. Na kitu ambayo umeifanya wewe binafsi na ikaenda sana, kwa nini? Tulifikiria nini ya kindege?

maana tu tu indege wenyewe wanaelewa, nikisema kuindege unaweza ukatukumbushia labda ile ki. Mm. ile kipu nilisema ukiwa, mm. na laki au shida na laki mbili, sio sio huko kwa, unaweka laki mm. unaweka hamsini chini hamsini kwenye unatoa. Ile ile kwa yako pale pale. ya chini unasubiria. Hiyo sio sana na tu. Eh bwana, nashukuru sana Bandidu. Ah, turudi sasa. Kuna clip niliona unafanya kama ni MC. Wewe ni MC au baada ya kuingia kwenye uigizaji upande wa vichekesho sasa tunataka kuingia kwa MC. Ah, basi watu wanasema labda wengine wanashauri fanya na hivi mjaribu mm, ila sio so, so, so, so, so, mimi sio MC eh, ila basi ni kipaji mtu mm. Anasema jaribu kufanya na hivi, unakuta mkushauri unajaribu, okay. Na mapokeo labda, upande wa una, vitu una, kuna vitu ambavyo unavifanya, unajua kuna sehemu unaweza kufanya kitu wakakuona kama umechanganyikiwa hivi. Mapokeo sasa upande wa kwako hasa sehemu ambayo unatokea sisi ambao tuko huko tunakutazama kwa njia ya mitandao tunaweza tukakubali kwamba dogo ana, ana kitu sasa sehemu ambayo unatokea sasa mapokeo yakoje? Ah, kweli nakuna na changamoto. Mm. Wengi wanakuta nao wanasema yule dogo yule nana kidogo maana asili nalo hamna. Mm-hmm. Ipo hivyo kwamba mm-hmm. Wanasema dogo hai inaonekana hata kichwani kidogo. Kweli na hivyo hivyo hazipo. Kumbe mwanzo uko vizuri. Ah, niko fresh. Ah, okay. Na baada ya kufanya hizi vichekesho labda kuna safari yote ya matumaini ambayo unaiona iko mbele yako. Ndio, kama hivi kwa sababu kuna watu baadhi wamelipa matangazo nimefanya. mm. labda majibu mengine, mfano akina wamelipa matangazo Unaflaza, yuma, mm. soko, mm. kuna brother pale nyuma anauza magodoro mm. mitaa ya sokoni amelipa tangazo. kuna mwingine kule nyuma anauza nguo mm. amelipa matangazo pale baba ya usia. kwa hiyo mwamba sasa hivi, ah, yeah, tunapiga mkunga ah kidogo kidogo. eh yeah, unatafuta, tunapiga wewe au wao ndio wanao kutafuta? wao ndio wanao kutafuta. Okay, yeah. na unakumbuka tangazo la kwanza Yani, makadirio ulilipwa kama kiasi gani? Ah, kiukweli tangazo la kwanza sikulipwa kabisa. Hukulipwa kabisa. Eh, kwa sababu brother aliniambia ukifika mjini nitafute. Nataka mm. kufanya tangazo. Mimi mimi siku siku sikumuuliza kwamba utanilipa au utanilipa. Mm. Alikuwa ni brother tu. Okay. Tukafanya ile tangazo kwamba hata kifa tu ile ya kifuta makali na nini eh, ukitaka spare hata kifa tu mm. Lakini hakunilipa. Yeye aliniambia tu dogo, umekula. Kaambia, hapana mm. brother. Sija akasema kula msosi hapo, lakini sikulipa bana, mimi nilikula na msosi ni, yeah, ni eh, ni ni ni mm, na Pepsi moja. Ila nashukuru Mungu, yeye ndiye alinipa connection. Eh. Toka alipo niita yeye nifanye nini tangazo, japo kwa sikulipa. Kuna mtu akaniambia nilikuona kwa mnafanya tangazo. Umeelewa? Ah, nikasema kumbe yule blaza ana, kama hakunilipa lakini, mm, amenifahamisha kwa watu, yeye wakaniambia tumekuwa mnafanya tangazo na tuwe huko wapi? Nikasema yeah, mimi nipo ndio mzee wangu na matangazo. Nikasema hmm. Kwao okay. Eh, safari yako ya kwanza kwa kuingiza kwenye mfumo wa matangazo ilikuwa ni free. Eh hey, ulichoamulia kupata ni, ni chakula na, na Pepsi. Chakula na Pepsi. Chakula tukikadiria kwa kama shilingi

Hmm. E, plaza, chakula, eh e, <laughs> <laughs> ni wata, plaza, ni ubo, e. Eh so, mm. Uh, uh, ni plaza plaza nilipokea ndogo na chakula nikaona kumbe yani tunaenda tunaenda kule. Hata tuna kafanga. Okay. Wakasema kwa okay. Ndio pale nyumbani. Nyumbani. Baada ya hapo matangazo yaliyofuata ambayo labda unakumbuka kwamba tangazo lilofuata ulilipa kiasi gani mpaka ukaona sasa hapa kwa staili hii nikikaza naweza nikasogea? tangazo lilofuata nilifanya kwa Bodee. Bodee pale sisi stadia zamani anapoingilia magari anauza tiketi. Nilifanya pale tangazo alinipa elfu hamsini. Elfu hamsini. Baada ya kuipokea sasa elfu hamsini, mabadiliko ndani ya moyo wako yalikuwa? Ah, nilifurahia sana. Nikasema kumbe kitu hata wengine wa ndragu kutuamina kwa maana tunako maana. Eh, kwa hiyo nilikuwa naenda porini najificha wasinyoni wasije akasema chai kidogo mess. Kwa hiyo doa zika chukua kamera akasema acha ng'i, najificha peke yake. Eh, najichukua najichukua. Unala, hey, okay. Chao, okay. Sasa mpaka sasa hivi tuna mikakati ya kuongeza labda gharama, kwa mfano kama mimi bwana kasabana Bandidu Master anahitaji tangazo nijipange ije yeah. Uh, hakujapandwa kuongeza gharama hmm. Ila kama matangazo yapo, tunafanya tunafanya, tunaongea tu na mwenye biashara na tuna tutarajie nini sasa baada ya kuona sasa tayari mlango umesha ufung, umeshaufunguliwa sasa. Tunaona kuna faida mbele ambazo zipo kwako binafsi, tutarajie kitu gani? Kuendelea kuboresha zaidi, au kuna vitu gani ambavyo wewe tayari umeshaanza kupangilia kwamba eiza baada ya mwaka fulani nahitaji kupiga hatua zaidi kupitia shughuli ambayo naifanya upande wa sanaa? Alafu mashabiki zangu watarajia tu, mimi nitakoma siwezi kuacha, mm. E, nitakoma tu kuchekesha kama bimba kidogo, wana gelu, na kuimba ah, kwa ah, kote tutakoma tunaimba na kuimba, tunaimba tuna ngoma hapa. Tukisema sasa hivi tu utupigie wewe, tunaondoka ah, ngoma tunayo na kumesha tupe basi. Ah, hiyo ngoma yangu <coughs> inaitwa mwanamume bila kazi. Wewe ni zupi eh, yeah? inaitwa mwanamume bila kazi. Kwa example tunaa, eh inaanza, wewe wewe

Uo ushamba o uwo umama wo uo ushamba wo mwanaume bila kazi we ni zuchu we msela bila kazi we ni zuchu we muni bila kazi we ni zuchu na umetisha mwanangu. Kwa nini tuli- tumetoka kwenye vichekesho tukahamia na kwenye kui, kuimba kui tuliona labda kuna, kuna faida ipo kule au ni harakati tu za kwako kujitafuta? ni harakati za kujitafuta Okay e, kwa sababu hakuna ambako labda kusema tunapokea chochote lakini na kati za kujitafuta. Okay. Katika kufanyaji wako wa vichekesho labda kuna simu ulishawahi kupokea kutoka labda kwa wasanii mbalimbali ambao unawafahamu kwamba sikutegemea kama mimi wangelipigia simu. Hapa. Hapa. Hapa. Okay. Sasa tunaingia elfu mbili na ishirini na sita. Ndiyo. Upo tayari kwenye game la sana? Ndiyo. Tutarajie nini elfu mbili na ishirini na sita? Kuna kitu ambacho tumekiandaa, tumekiri kwamba watarajie vichekesho vinakuja, lakini labda kuna kitu ambacho umekiandaa matamani elfu mbili na ishirini na sita kikutambu ukitambulishe au nawe pia kikutambulishe zaidi. elfu mbili na ishirini na sita natarajia tutatoa vichekesho kwa wingi, yaani mm. E, kwa wingi sana na kila siku nakuwa natoa kazi okay. na pia nitajaribu kwenye kuimba goma zangu itawapelekea utawapelekea okay, na nakupa nafasi useme sasa na mashabiki zako Sawa hmm. Kama kuna kitu, kuna kionjo unataka uwape, sema na mashabiki zako alafu, unataka porudi utuambie tunapatikanaje kwenye mitandao ya jamii. Sawa. Alo, mimi kwa majina naitwa Bandidu Master na nitoka Iyungilo, ni mfanyaji wa comedy. Alo, naomba mnipokee kama mliko nipokee, mapokezi haya ni makubwa sana, lakini sema wanani fani comedy waibe na kidogo Kiswahili hmm. Eh, hivyo yani lakini mlipoke jamani, mimi ni Bandidu Master na tukia ile kule kwa mtandao wa TikTok inaitwa Bandidu Master. Eh bwana, eh nini salibat zoge. Huo ni munu ite imiteko mpunda kwa munu. Mna mpunda iwaza inatamba. Kwa umanisha kwamba au komesi zile mna mpunda. Wakati mwene ite kama ndio mpunda kwa hili kasi ya mazi zile kaka. Umeenda ila tamba na ile komesi mwene. Eh bwana, maisha yetu mwene hutaka yume lakini mwene ila tamba ni mtego kila <laughs> tulikuwa na Bandidu Master. Yeye ni kijana ambaye ameamua kujiajiri kupitia mitandao ya kijamii, na tumeona safari yake ya uchekeshaji alivyoanza, lakini namna gani alivyofungua matangazo. Sasa nikukumbushe wewe kijana kwamba umeshapata story kwamba tangazo la kwanza Uh, mshahara wake ilikuwa ni chakula hey. Uh, chakula cha elfu moja mia tano na soda eh, akapiga pale jumla kama elfu mbili mia tano alijitoa, lakini ikawa ni safari ya yeye ili kuweza kufunguliwa kupata matangazo mengine. Kumbe vijana, nafasi zipo na ni wakati wa kuchangamkia fursa. Mimi sina la ziada, nikutakie kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vinakujia kupitia Asili Yetu TV.